Wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu Muislamu, tuko ndani ya Risala TV tena kituwabarishia, tukuletea matokeo haya na yale ya mapokezi makuu ndani ya, ya jiji letu la Durban City nchini Afrika ya Kusini, katika ziara hii ya kumpokea shekhe wetu kipenzi, nesi mwingine, Sheikh Abdul Hamid ibni Yussuf amewasili ndani ya King Shaka airporti ndani mwa jiji la Durban City.

mahfufu biaswa njia ya kwenda mbinguni imetandikwa miba, lakini dunia n mafuiho bld lakini njia duniani imetandikwa imetandikwa maua. Kila siku njia kwenda mbinguni ni nzito. Kwa hiyo ule uchovu ambao tumeupata ule, inshallah tunataraji Allah auweke kwenye mizani waislamu wa jiji la Durban, kwa uh, kweli nimeandalia uh, kwanza, kitu cha kwanza kuwa kitu kimoja kuwa wamoja okay. uh, tukiwa wamoja na okay. uh, njia za kutupeleka kwenye umoja ambazo tumefili vikwazo uh, kuna vitu vitatu, kitu cha kwanza pindi tunakapotofautiana ulimi uh,

lazima tutatofautiana ya ya kwenye dini tuta tutahamana na tuika pamoja chukiana hilo la kwanza. La pili tukitofautiana lazima tutafautiana kwenye mambo ya khaswa, mambo binafsi, lazima tutakutana huko kwenye kafuyaitofautiana. Tujitahidi sana tusitofautiane kwenye mambo ya jamii. Tusilete mambo ya khaswa, mambo ya sisi binafsi. Nimeenda mimi na wewe tumekutana huko, tumegombana kwa sababu labda ya jambo fulani, tusililete kwenye jamii.

Masipu, maana yake, ya pili ni ule mzozo wa ule wa sisi binafsi kwenye jamii. Ai kwenye jamii tutakosa baraka na na. Naam, sisi tunashukuru shehe wangu kwa hiyo k karibu na Risala TV 10 utapata matokeo yote na ziara yote ya kidawa ndani ya nchini mwetu Afrika Kusini. Mimi ni Juma Ibn Saleh nikiripoti kutoka ndani ya Risala TV 10 nchini Afrika Kusini. Sheikh, tunashukuru sana.